Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, amesema shirika la kimataifa la maendeleo la Japan JICA limeihakikishia serikali ya Tanzania inayoongozwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa itaendelea kushirikiana nayo katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo ya wananchi. Hatua hiyo imetokana na namna ambayo serikali imekuwa ikisimamia kikamilifu matumizi ya fedha mbalimbali zinazotolewa na wadau wa maendeleo likiwemo shirika hilo. Amesema hayo alipokutana na makamu wa rais wa JICA, Miyazaki Katsura kwenye ukumbi wa mikutano wa Tachibana uliopo katika hoteli ya New Otani, Tokyo nchini Japan akiwa katika ziara yake ya kikazi. Tumekutana na makamu wa rais wa JICA. JICA ni shirika la maendeleo la Japani ambalo limekuwa likisaidia sana kuzitafutia mitaji kampuni za Japani zilizofanya kazi Tanzania kutafuta mabenki taasisi za kifedha za nchi ya Japani ambazo zinaweza kusaidia kufadhili miradi mbalimbali inayoendeshwa na Japani kule Tanzania. Kwa hiyo tumekuwa na mazungumzo mazuri e, mafanikio yetu tumejadili hapa, mapungufu yetu tumejadili hapa, na maeneo ya kuyafanyia kazi pande zote mbili tumeyazungumza hapa vizuri, na kwa hiyo tuna wametuhakikishia wataendelea kushirikiana na serikali yetu kusapoti miradi mbalimbali mbali kuhamasisha taasisi za kifedha iwe ni serikali au taasisi binafsi za fedha ambazo ziko hapa Japan kuzileta Tanzania kwa ajili ya utekelezaji wa miradi hiyo. Na sisi tumehakikishia kuwapa ushirikiano wakati wote, kwanza kuhakikisha fedha inayokuja inatekeleza miradi ambayo imekubalika, ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina, na tutaendelea kutoa mrejesho wa kazi zinazoendelea ili taasisi yetu ya JICA iweze Ku, ku, kuongeza uwezo wake wa makampuni ya ndani yanayokuja kujenga miradi mbalimbali nchini Tanzania. Naye Naibu Waziri Silinde, wa kilimo David Silinde ametumia fursa hiyo kuushukuru uongozi wa JICA, Benki ya Dunia, Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa kutoa mikopo yenye masharti nafuu huku Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Ikulu Zanzibar Ali Mohamed Amel akiwahakikishia wawekezaji na wafanyabiashara wa Japan uwepo wa mazingira ya wezeshi ya utekelezaji wa majukumu yao. Katika sekta ya kilimo, sisi tumekuwa wanufaika wakubwa hasa katika miradi mikubwa miwili. Mmoja, kuna mradi wa ustahimilivu wa chakula nchini ambao mradi huu unafadhiliwa kati ya benki ya Dunia pamoja na Jaika, ambapo kwenye huu mradi jumla yake utagharimu karibu dola za kimarekani milioni mia tatu sabini na moja lakini watu wa Jaika peke yao watatoa mkopo nafuu wa dola milioni sabini na moja nukta sifuri tisa ambao utasaidia katika ustahimilivu wa chakula. Kwa hiyo hiyo kwetu ni ni hatua kubwa, kwa sababu wanaungana na Mheshimiwa Rais katika kazi nzuri hii, lakini vile vile watu wa Jaika e, kwa kushirikiana na benki ya, ya Afrika e, wanashiriki katika mradi mwingine mkubwa ambao tunauendesha nchini mradi wa kutoa ruzuku za pembejeo ambao tunauita taisip . Sasa katika ule mradi e, wa ruzuku wa pembejeo benki ya Afrika yenyewe itatoa e, dola za Kimarekani milioni wastan wa milioni sabini na tano pamoja na jaika watatoa dola milioni sabini. Kwa hiyo wameshatoa dola wameshatoa e, kwa sababu mradi huu ni endelevu na upo kati ya mwaka elfu mbili na ishirini na nne mpaka ishirini na nane wafanya biashara mbalimbali tumeweza kukutana nao wakiongozwa na vikao hivyo vya wili chini ya waziri mkuu. Mambo mbalimbali mbali ambayo yameweza kuzungumzwa, lakini yako mambo muhimu yanayohusu serikali zetu mbili, lakini hususan inayohusu Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Tumeweza kuwaeleza wafanyabiashara kwanza, tumeweza kuhakikishia hali nzuri iliyokuweko ya utulivu wa amani na usalama katika visiwa vya Zanzibar ambavyo hivi vinapelekea wadau wote wa miradi ya maendeleo kuja kutunga mkono katika maendeleo ya Tanzania Zanzibar. Lakini la pili, mazingira ya wezeshi ya biashara ambayo majamedari wetu Mama Samia Suluhu Hassan na Dkt. Hussein Ali Mwinyi ambayo wameyaweka mazingira ya kuhakikisha ya kwamba wafanyabiashara wanapata kufanya kazi zao a biashara katika maeneo tofauti ambayo yameandaliwa ya kibiashara, lakini vile vile kuweza kupata misaada maalumu ambayo serikali zetu mbili imeweza kuzitoa kuhakikisha biashara na mahusiano ya kibiashara yanaendelea. Mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uwekezaji Tanzania TIC Gilead Teri ameishukuru serikali ya Japan kupitia Jaika kwa kugharamia washauri elekezi ambao watakuwa kiungo kati ya wawekezaji wa na wafanyabiashara wa Tanzania na Japan. Tumefanya mazungumzo na wenzetu wa Jaika na katika mazungumzo hayo tuliomba kupata ushirikiano wa karibu zaidi na taasisi za Japan ili kuangalia ni kwa namna gani tunaweza tukafungua fursa za makampuni ya kitanzania nchini Japan, ila makampuni ya Japan nchini Tanzania, na nina furaha ya kujulisha umma kwamba kituo cha uwekezaji kimefanikiwa kupata mshauri mwelekezi mmoja kutoka Japan na mmoja kutoka Tanzania, ambao watakuwa katika kituo cha uwekezaji mahususi kabisa kwa ajili ya kusaidia wafanyabiashara na wawekezaji wa Tanzania kufanya biashara na Japan, lakini wafanyabiashara na wawekezaji wa Japan kufanya biashara na wawekezaji Tanzania. Washauri hawa waelekezi, mmoja ni Mtanzania na mmoja ni Mjapani. Lengo la huyu mwelekezi wa Japan ni kuzungumza na kusaidia makampuni na wawekezaji kutoka Japan kupata taarifa za namna ya kuja kuwekeza Tanzania, na huyu wa Tanzania ni kusaidia Watanzania wote ambao wanataka kuuza bidhaa zao wa Japan waweze kupata usaidizi huu kupitia kituo cha uwekezaji. Kwa hiyo tunashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa jitihada zake, lakini pia tunashukuru sana serikali ya Japan kwa kukubali kugharamia pia uh, usaidizi huu ambao utakuwa katika kituo cha uwekezaji. Uh, rai yangu kwa Watanzania ni kwamba uh, serikali ya awamu ya sita ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ipo kwa ajili ya kutoa fursa kwa Watanzania kuinua vipato vyao, kusaidia kuzalisha mali kuuza bidhaa duniani, uh, kuongeza kipato cha mtanzania mmoja mmoja, na watumie fursa hii ambayo Mheshimiwa Rais ameiweka uh, kupitia kituo cha uwekezaji ili kuweza kufanya biashara na kufanya uwekezaji baina ya Tanzania na Japan. Kwa wale wanaotafuta wabia kutoka Japan waje kituo cha uwekezaji, wajue kabisa yupo mtu ambaye atakuwa pale kwa ajili ya kuhakikisha anawasaidia, na yeyote anayetafuta kuuza bidhaa zake nchini Japan pia ajue kwamba kituo cha uwekezaji kinaweza kikawapa usaidizi wa mahali pa kuanzia. Zaituni Mkwama, Daily News Digital.